Kampuni ya kijiji cha nyuki kupitia tafiti imebuni na kutengeneza mizinga ya nyuki ya kibiashara yenye maji pembezoni ili kukata safari zinazotumiwa na nyuki hao katika kuchota maji na kuongeza nguvu katika malisho ya nyuki yanayopelekea ongezeko la uvunaji kwa mfugaji. Hayo yamesemwa na Mkurugenzi wa kampuni ya kijiji cha nyuki Philemon Kiemi katika maadhimisho ya siku ya nyuki duniani, ambayo kitaifa yamefanyika katika kiwanja cha Chinangali jijini Dodoma huku akifafanua mazao mbalimbali yanayovunwa kupitia nyuki ikiwemo sumu, gundi, maziwa na mengineyo. Kama kampuni ya kijiji cha nyuki tulisikia taarifa hii na tukajiandaa vizuri na tukaja na vitu ambavyo ni unique eh, kupita maeneo mengine ambayo maen, maonyesho haya yanaendelea eh, huko duniani. Kama kampuni ya kijiji cha nyuki tuliamua kuja kuonyesha mzinga wa nyuki wa kibiashara mzinga wa nyuki wa kibiashara huu kwa, ta, kwa miaka kumi iliyopita tumekuwa tukizalisha mizinga ya nyuki ya kibiashara ambayo ime, imeboreshwa katika sifa zake aa, utafiti, sisi tunafanya utafiti aa, ikizingatiwa mimi ni muhitimu wa chuo kikuu cha kilimo cha Sokoine na ni muhitimu wa chuo cha Wayahudi cha Yerusalemu, ambapo baada ya kuhitimu masomo yangu aa, nilikataa ajira ya serikali na kuamua kurudi kijijini Singida kuongoza familia, majirani ndugu jamaa na marafiki ili tuweze kufikia katika uh, ile tunaita standard of living maisha yenye uwiano sawa na maisha mazuri kwa watu wote. Kwa hiyo, katika eneo hili leo na sisi tumeshiriki kuleta mzinga huu ambaye tafiti mbalimbali ambazo zinaendelea uh, katika kijiji cha nyuki zimebaini kuwa safari wanazozifanya nyuki kwenda kuchota maji zinafanana na zile safari wanazozifanya kwenda kutafuta maua katika, katika, katika, katika, katika miti mbalimbali mbali. Kwa hiyo kampuni ya kijiji cha nyuki iliamua kutengeneza mzinga wenye maji pembezoni mwa mzinga kidogo, ili kukata safari na nguvu zote ambazo zinatumiwa na wale nyuki kwenda kuchota maji, badala yake e, waweze kuongeza nguvu hizo kwenye kutafuta malisho ya nyuki na hivyo kumwezesha mfugaji ambaye yuko katika maeneo mbalimbali aweze kuvuna mara mbili mpaka mara tatu kuliko ile alivyozoea kuvuna mara, mara moja kwa mwaka. Kwa hiyo uh, hiyo ni, ni kitu kipya ambacho tumekileta kwenye hili eneo na tunaona kwamba ni vizuri watu wakajua, lakini jambo lingine jipya ambalo tumekuja nalo ni kwamba uh, kufungua mzinga mara kwa mara kwa nia ya kufanya inspection, au kwa nia ya kuona nini umejaa au haujajaa nyuki wapo au hawapo, nini kipo, maana yake utaona kabisa kwamba wa, wafugaji wa nyuki makundi mengi ya nyuki huondoka kwa sababu ya disturbance hiyo au usumbufu huo unaotokea kwenye mzinga, kwa mfugaji wa nyuki au msimamizi wa shamba kujaribu kufungua mzinga na kuona kwamba nini kipo ndani au asali imekomaa au haijakomaa. Na ni sheria kwa Umoja wa Mataifa kwamba unapofanya shughuli ya kusimamia shamba, unahakikisha kwamba una monitor au una, unaangalia maendeleo ya mzinga wako. Kwa hiyo, kampuni ya Kijiji cha Nyuki kupitia utaalamu wake iliamua kuweka mzinga wenye kioo ambaye hiki uh, kioo kiko pande zote, kwao mfugaji anaweza kuona, anaweza kuona nini kinaendelea ndani ya mzinga bila kufungua. Kwa hiyo hiyo inafanya kuondoa ile disturbance ya, ya uh, kuondoa usumbufu kwa nyuki na hivyo kuongeza mapato ya, uh, kwenye shamba na kuongeza kipato kwenye ngazi ya kaya. Kwa hiyo, hiyo hicho ni kitu ambacho pia tumekuja kuwaambia wa, watu wote waliokuja kwenye maonyesho hapa na Watanzania wengine ambao wako hapa. Na sisi tunafahamu kwamba waandishi wa habari ni, ni darasa kubwa ambayo mtapeleka hii sasa kila mtu aweze kuona huko duniani. Kwa hiyo kitu kingine tumekuja kuwaambia Watanzania kwamba mazao ya nyuki sio mawili tu yale yaliyozoeleka sio asali na nta tu yaani kuna mazao mengine ambayo hivi karibuni wafugaji wa nyuki wameanza kuyavuna kama sumu ya nyuki, kama gundi ya nyuki, kama vumbi la Singida ambalo leo liko jijini Dodoma hapa na watu wameanza kulitumia toka jana, simu zime zimekuwa nyingi sana, nimesikia huko Dodoma, nimesikia huko Dodoma, mpaka kuna watu wengine wanatoka Bahi, wanatoka Kongwa, wanatoka wapi, wanakuja kulionja vumbi la Singida maana ni kwa mara ya kwanza na ni mazao mapya yanakuja kwao. Nataka kusema kwamba kuna mazao mengine sita ya, ya nyuki am, kutoka kwenye nta na asali. Hata hivyo mazao hayo ya asali na nta ndiyo mazao yanayoongoza kwa kuuzwa bei ndogo. Mazao mengine haya yanauzwa bei kubwa, mfano kama sumu ya nyuki inauzwa milioni mia moja na hamsini kwa kilo, maziwa ya nyuki yanauzwa milioni kumi na mbili kwa kilo e, vumbi la Singida linalouzwa shilingi laki tatu kwa kilo. Kwa mtaona kwamba a, kwa sasa hivi pia pamekuwa na ongezeko la wafugaji nyuki katika kila kona ya nchi na kila, kila, kila, kila, kila, kila mtu anataka kuanza ufugaji wa nyuki. Hii ni kwa sababu ya ugunduzi wa haya mazao mengine matano kwanza, au sita kuanza kuzalishwa katika maeneo yetu. Kwa hiyo kutoka kwenye mzinga mmoja, na haya mengine pia hayategemei mwezi wa saba. Wangapi mwisho wa msimu unaweza kuvuna mara nyuki ni, ni tu nyuki wanapoanza kuingia kwa. Ni niseme tu kwamba nimeona ni vizuri niwaite waandishi wa habari niwaambie kwamba e, wafugaji wa nyuki ambao wametoka kwenye kijiji cha nyuki na ambao wanafunzi wa, wa wetu na outgrower wetu wako nchi nzima wameshiriki kikamilifu katika maadhimisho ma, ma ya Siku ya Nyuki Duniani mwaka 2025 na tumeshiriki hapa, tumekuja pia na mvinyo e, asali. Kilo moja asali kilo moja ukitengeneza mvinyo inatoa chupa kumi, kwa hiyo hiyo ni ongezeko la thamani, lakini kilo moja ambaye inauza elfu kumi na tano kwa kilo. Ya kilo moja ya mshumaa, ya nta ya nyuki ambayo inauza elfu kumi na tano kwa sasa, sisi tunaweza kutengeneza mishumaa minne yenye 250 gramu na ule mshumaa tukauza dola 35, ambapo kilo moja tunaiongeza thamani mpaka kufika laki nne kwa. Hizi ni habari njema ambayo wafugaji wa nyuki wanatakiwa wazisikie, hasa kupitia forum maalum hii ya siku ya nyuki duniani mwaka 2025. Na niongezee ni, ni tena kwamba tupo hapa tunatoa huduma na tunatoa, tunatoa huduma na bidhaa, na nizungumze kwamba kwenye kanda ya kati utalii bado haujakuwa vizuri na kijiji cha nyuki kimekuwa lango la utalii kanda ya kati kwa sababu eh, juzi tu kulikuwa na shughuli ambayo ilikuwa inaendelea Singida ya Mei Mosi, eh, kitaifa ambapo kijiji cha nyuki kiliweza kulaza watu 160 na hivyo eh, kuongoza katika, mtu, katika, enti, katika kampuni ambayo imeweza kupokea wageni wengi kwa mara moja. Kwa hayo, ni mawazo ya vijana na vijana wanabadili mbinu tofauti tofauti na hasa vijana wa rika langu. Vijana wa rika langu hawaamini kabisa kama nchi inaweza kuwa na rasilimali nyingi kama hii na bado watu wakabaki na changamoto za kibinadamu nyingi. Sambamba na hayo Kiemi amesema kuwa kampuni ya kijiji ipo tayari kuwekeza katika sekta ya utalii kanda ya kati huku akitoa ushauri kwa serikali kubadilisha miundombinu ili kampuni hiyo iweze kutangaza utamaduni pamoja na kukuza utamaduni wa mtu wa kanda ya kati kwa manufaa ya taifa. Kauli mbiu ya maadhimisho ya siku ya nyuki duniani kwa mwaka huu inasema nyuki kwa uhai na uchumi imara tuhahifadhi. Mtazamaji na mfuatiliaji wa Washindi Media, bila kusahau bonyeza kitufe cha subscribe, like, share, comment, ili wa kwanza kupata taarifa zetu.